Mimi nisemacho ni kwamba ikiwa ntapatwa na dhara yote, nafahamu neno moja, ntapatwa na hilo dhara kwa sababu tu nimesimama na neno la Mungu na maandiko. Mi nimesoma hapa maandiko mengi zaidi ya, zaidi, zaidi ya maandiko nane saba kumi Haya maandiko sio haya tu, yako maandiko mengine mengi ambayo Mungu alipoona watu wanaonewa, alituma manabii wake kwenda kusema, enenda ukamwambia Habu ameua ili atamalaki. Lakini leo hii mtu ukitokea ukasema enenda ukamwambie sijuhi rais au mfalme fulani umeua ili utamalaki, e, utakachoambiwa hapo acha kuhubiri siasa. Ila mungu alikuwa naagiza watu wake wakaongee na mfalme kwa hiyo manabii wa kwenye Bibilia kwenda kuongea na wafalme ni sawa, ila manabii wa leo kwenda kuongea na wafalme tukawasifie tu, sio tukaongee kama yale ambayo mungu alikuwa anaongea kwenye Bibilia. Manabii wa kwenye Bibilia kina Mikaya walifungwa gerezani, ila leo tukiongea Nyie mnachanganya dini na siasa, ndo maana mtafungwa sana. Kwa hiyo, akina Mikaya walichanganya dini na siasa. Akina Elia mtishi, mpaka vichwa vyao vinatafutwa na Izebeli, walichanganya dini na siasa, wote hao. Haya, akina akina Nathan walioenda kumwambia Daudi kwamba umefanya upumbavu, walichanganya dini na siasa. Akina Danieli walioenda kumwambia Nebukadreza, kwa sababu yeye mfalme, acha dhambi yako na ukaonea huruma maskini, walichanganya dini na siasa. Wanadamu, nataka niwaambie kwamba kama mnatafuta sababu ya kumsulubisha mtu, tafuteni sababu nyingine lakini sababu isiwe acha kuhubiri siasa. Hivi vitu mnaviita siasa kwa sababu wengi wenu havijawagusa nyie. Hivi vitu vingewagusa nyie, mngefahamu hivi sio siasa, mngefahamu hivi vitu ni kulia pamoja na wanaolia. Na inawezekana, mimi siombi mabaya yawapate, lakini Mungu anaweza akaruhusu mabaya yawapate ili awafundishe maumivu ya wanaopatwa na mabaya hayo wanaumiaje, na ili awafundishe umuhimu wa sauti za watu wa Mungu wanaolia pamoja na yote anaelia. Jina, naitwa Lucy Mrimi, ni ndugu, ni dada wa Daniel Nyamuhanga, Daniel Chonchori Nyamuhanga. Nimewaita mahali hapa kupaza sauti. Siku ya Jumapili tarehe ishirini na tatu, mdogo wangu alipotea alipokuwa ametoka anaenda kufanya mazoezi akiwa jijini Mwanza mtaa wa Temeke. Hivyo tunawaomba vyombo vya serikali muendelee kutupazia sauti ili ndugu yetu aweze kupatikana. Waandishi wa habari, na pia yeyote anayesikia taarifa hii, tunakuomba utusaidie kutafuta ndugu yetu, kutusaidia au kutupa maelekezo, ili tuweze kumpata ndugu yetu. Tunaomba pia wananchi au mtu yeyote atakayesikia hii taarifa kwa utulivu kidogo leo nichambue ya kwamba pigia kelele waliotekwa, au kupotezwa au kunyang'anywa viwanja vyao kwa kigezo cha uwekezaji au kuonewa kwa namna yoyote ile, au kulia pamoja na wanaolia kwa namna mbalimbali katika jamii, au kulia pamoja na wazazi wa watu ambao wametekwa au kuwaonea huruma au kuwapazia sauti watu walioonewa kwa namna moja au nyingine, ni siasa kwa sababu tu aliyefanyiwa hayo si ndugu yako, mwanao au baba yako? Hili ni swali katika taito hii, kwamba kufanya vitu vya aina hii vinahesabika, vinaonekana kwamba ni siasa kwa sababu tu huyu aliyefanyiwa si mtu wa karibu na wewe. Yani, kwa sababu tu ninayemtetea wewe sio ndugu yako, humjui wewe, sio ambaye ulikuwa unakuja mitandaoni kulia kuomba hata maiti. Kwa hiyo hata mi ninayemzungumzia ule aliyetekwa, nakuwa na mimi nayehesabika nnafanya dhambi, ninachohubiri sio Injili, yaani acha kuhubiri siasa. Je, kweli angekuwa huyo aliyetekwa ni mwanao, ni mkeo ni mumeo, ni kaka yako, ni dada yako, ni mtu uliyeshibana, ni mtu uliyokuwa unamtegemea, halafu ametekwa haonekani. Je, wewe usingehitaji watu wakupazie sauti kutaka kujua ndugu yako yuko wapi? Mbona alitekwa yule wa CCM, yule nadhani si wa Arusha, Kilimanjaro, mbona dada yake alijitokeza kusema, naomba vyombo vya habari, wanaharakati viongozi wa dini na yeyote na mwenye mapenzi mema na huyu mtu apaze sauti. Nataka nikujulishe, inawezekana unayaona haya kuwa ni siasa kwa sababu leo wewe uko salama. Unaona haya kuwa ni siasa kwa sababu inawezekana unadhani wewe hautafikiwa. Unaona haya kuwa ni siasa kwa sababu unadhani wewe kwa kuto kuongea hayo ni kama utakuwa salama siku zote nikujulishe mwanadamu, lile anaotendewa jirani yako unayetendewa ni wewe nami, nakwambia watu wale wale wanaomtendea vitendo fulani jirani yako, wakimaliza kwa jirani yako watakuja kwako. Ukiwaona wanafanya kwa jirani yako, usipowazuia kuwaambia acha, basi wejua, wakishamaliza kwa jirani yako lazima watakuona na wewe. Ukiwaona wanamwonea jirani yako, usipowaambia acha, wakimaliza kumwonea watakuja kukuonea na wewe. Ikumbukwe, mimi sijawahi kusema anayeteka watu ni Rais Samia au ni jeshi la polisi, ila mimi ninawashutumu kwa sababu jeshi la polisi ambalo kiongozi wake ni amini jeshi mkuu wa nchi chini yake pale kwa IGP, jeshi la polisi linao wajibu wa kuhakikisha usalama wa raia na mali zao. Kwa hiyo hata kama wanaoteka sio wao, mimi si shughuliki na anayeteka ni nani, mimi simjui, ila ni jacho jeshi la polisi linao wajibu wa kuchunguza kumjua huyo aliyeteka. Hata kama baada ya wao kuteka, jeshi la polisi linao wajibu wa kuchunguza kujua aliyemteka ni nani, na uwezo huo linao na nguvu hiyo linayo, kwa sababu ndio mamlaka na ndio dhamana liopewa. Sasa nisome maandiko haya kwa sababu wengi mnakoa niambia hubiri Injili. Ubiri injili ubiri injili soma maandiko haya tujiulize pamoja maandiko haya hayamo kwenye Biblia Isaya moja kumi na saba jifunzeni kutenda mema jifunzeni kutenda mema takeni hukumu na haki wasaidieni walionewa Biblia inatuagiza wasaidieni walionewa tuna wasaidiaje kumsaidia alionewa kama una nguvu ya kwenda kwa yule aliyemuonea unazokaenda kama una nguvu walau hata ulie, walau hata ulalamike pamoja na aliyeonewa. Wasaidieni walioonewa, pateni hatima yake, mteteni mjane. Hii bibilia inatuagiza maandiko kama hayo, Mithali 31 mstari wa nane Fumbua kinywa chako kwa ajili yake aliyebubu, watetee watu wote walioachwa peke yao. Fumbua kinywa chako kwa ajili yake ambaye yuko mahali ambapo hawezi kuongea tena Edhe, yuko hospitali, yuko sero, amekamatwa na polisi, yuko mahakamani, au inawezekana sio, sio amekamatwa. Sasa kama mtumi, inawezekana ametekwa, ila pale alipo hawezi kujitetea. Fungua kinywa chako kwa ajili yake, watete wote walioachwa peke yao. Kama hiyo haitoshi, Biblia inatuagiza tulie pamoja na analia. E, yote anaelia awe ni ndugu aliyetekwa, tunaoona wanalia kwamba, jamani tunaomba walau hata maiti za watoto wetu ili tuzizike. E, bibilia sisi inatupa wajibu au inatupa maagizo yalieni pamoja na wanaolia. Nataka niwaonyeshe maandiko kwamba mimi nafanya haya kwa mamlaka ya nani, au nafanya haya kwa kufata maandiko yetu kwenye bibilia. Warumi 12 mstari wa 15: furahini pamoja nao wafurahio, furahini pamoja nao afurahio, yalieni pamoja nao waliao aini pamoja nao wafurahio, lakini pia rieni pamoja nao waliao. E, katika Mathayo mtakatifu saba msari wa kumi na saba Mathayo mtakatifu, I mean amini saba msari wa kumi na mbili maandiko anasema hivi: basi yoyote mtakayomtendewe na watu, nanyi watendeni vivyo hivyo, maana hivyo ndivyo torati na manabii yoyote mtakao mtendewe na watu nanyi watendeni vivyo hivyo maana hivyo ndivyo torati na manabii. Kwa lugha nyingine, andiko hili unaweza ukalisema kwamba lile usilopenda kutendewa wewe usimtendee mwingine, au lile unalopenda kutendewa wewe mtendee mwingine. Maandiko haya tunatokanayo hadharani kusema lile ambalo wewe kiongozi wa serikali haupendi kutendewa, haupendi mwanao atendewe, usimtendee mwingine Hakikisha mwingine hatende winayeyote. Kama wewe upendi wewe utekwe au mwanao atekwe, usiache kumwona mwanao mwana wa mtoto mwingine anatekwa bila kujalisha naye mteka ni nani. Lakini chukua atuwashughulikia. Lakini watu um kwenye mitandao, hasa jamii ya walokole wanatuona ni watu ambao hatuhubiri Injili kwa sababu tu ya kuambia watu lile usilopenda kutendea wewe usimtendee mwingine. Je, Injili ni nini basi? Injili ni nini? Maandiko haya sisi tumetoa kwenye Biblia gani? Tunahubiri maandiko, tumechonga Biblia yetu. Biblia yako haya maandiko haina, kwa hiyo sisi tumetengeneza kwetu. Haya. Twende Luka 6 mstari wa 36. Luka mtakatifu 6 mstari wa 36. Luka mtakatifu 6 mstari wa 36. Maandiko yanasema basi weni na huruma kama baba yenu alivyo na huruma. Ukishakuwa na huruma, uwezi ukawa unamuona jirani yako anaumia, analia, anateseka, wewe unaendelea na mambo yako, hapo hauna huruma. Umepita umekuta ni ajali imetokea, wewe ulikuwa unaenda kwenye biashara, unapitiza unaenda tu kwenye biashara zako, hapo hauna huruma. Ukitaka kujua kwamba huruma ni nini, naea, kasome Luka mtakatifu kumi msari wa ishirini na tano mpaka thelathini na saba hapa kipo kisa cha mtu mmoja aliyekuwa anashuka kutoka Yerusalemu kwenda Yeriko ambaye alikutana na wanyang'anyi. Kipo kisa cha msamaria mwema, na baada ya hapo, baada ya kutana na wanyang'anyi, akapigwa akaumizwa vibaya. Kwa nasibu kwenye ile njia alipita kwani mmoja alipomwona yule mtu akapitiliza, akaenda kuendelea na mambo yake. Ndio kama mlivyo wahubiri wengi, mnaona watu wanatekwa, mnaona watu wanauawa kwenye mazingira ya kutatanisha. Sisi hatuambii mshinikize kwamba mseme sisi CCM au sisi Rais Samia, msiseme CCM ndo imeua au Rais Samia ameua. Lakini lieni tu pamoja na wanaolia, jiulizeni, pazeni sauti kwamba jamani, anayeteka huyo ni nani? Anayeua huyo ni, ni nani? Kwa sababu ukishaona uovu au uvamizi umeingia kwenye nyumba ya jirani yako, amini nakwambia, kwenye nyumba yako utakufikia tu. Haijalishi wewe unajiona ni kama uko salama kiongo gani. Na wengi wenu nyinyi mnao comment hamna maisha yoyote kusema labda mnatembea na walinzi au mna usalama wote ule mkubwa. Wengi wenu nyinyi mna maisha dhaifu sana. Wewe ujiulize, watu kama kama kina Padre Kitima wale, kama wanaweza wakavamiwa wakaumizwa, nusura na kuuawa, wanakutwa na makovu makubwa, wanavuja damu. Wewe nani? Wewe wewe unaye comment na na simu yako hapo mtandaoni, wewe nani? Nafahamu ndio, hata sisi tunaweza kufa kwa ajili ya neno la Mungu lakini wewe usiwe ni mtu wa kuniingiza kwenye moto kuonekana kama ninachokifanya mimi ndo nakosea wakati wewe ndo unakosea kunifanya mimi nisitimize wajibu wangu wa neno la Mungu. Sasa nirudi hapa kwenye Luka kumi. Akapita mlawi mmoja akapitiliza akaendelea na mambo yake. Akapita kuhani mmoja akapitiliza akaendelea na mambo yake. Baadaye akapita Msamaria mmoja ambaye akaona, ah mimi ngoja ni, nijaribu kujua huyu mtu amepata shida gani. akamwokota, akamwosha vidonda vyake, akamtibu lakini mwisho Yesu eh, akasema kwamba katika ile Luka 10:36 waonaje, wewe katika hao watatu ni yupi aliyekuwa jirani yake yule aliyeangukia kati ya wanyang'anyi? 37 akasema ni huyo aliyemuonea huruma. Yesu akamwambia nenda zako, nayo kafanye vivyo hivyo. Maanake Yesu alitaka watu wawe na huruma. Injili ya Yesu ni kuambia watu wawe na huruma. Injili ya Yesu ni kumwona jirani yako akiwa anaumia na kumpigia kelele kulia pamoja naye. Haya, kama hiyo haitoshi, wa tusome waraka wa kwanza Yohana nne mstari wa ishirini na najaribu kujiuliza kwamba hivi maandiko haya yako wapi? waraka wa kwanza Yohana 4 mstari wa ishirini waraka kwanza wa Yohana 4 mstari wa ishirini kwa wa sijajua kwamba haya yanaonekana siyo injili kwa sababu tu aliyetendewa sio ndugu yako, au yanaonekana kuwa sio injili kwa sababu kweli sio injili. aakokwanza na ne mstari ishirini, maandiko yanasema mtu akisema nampenda Mungu naye anamchukia ndugu yake ni mwongo, kwa maana asiyempenda ndugu yake ambaye amemuona hawezi kumpenda Mungu ambaye hakumuona. Tukisema namchukia jirani yako, maanaake nini? Ni kwamba jirani yako au ndugu yako au mtu tu mwingine ambaye yuko karibu na wewe, unasikia ametekwa, na wao wewe haujishughulishi nayo, unaendea tu na mambo yako, ila unajipambanua unampenda Mungu. Sasa Mungu ni kujulishe, Mungu ni jirani yako, Mungu ni hali ambazo jirani yako anajisikia. Jirani yako akiumia, akitekwa, Mungu kumcha Mungu ni kupigia kelele kile ambacho jirani yako amefanyiwa. Katika waraka wa kwanza wao na hiyo hiyo E, tatu mstari 16 maandiko yanasema, katika hili tumelifahamu pendo, kwa kuwa yeye aliutoa uhai wake kwa ajili yetu, imetupasa na sisi kuutoa uhai wetu kwa ajili ya hao ndugu. Manake upendo ni kuwa tayari kumtetea au kumpigania mtu mwingine hata kwa kiwango cha kuutoa wa uhai wako. Yeye aliutoa wa uhai wake kwa ajili yetu, imetupasa na sisi kuutoa uhai wetu kwa ajili ya hao ndugu. sasa nadhani nimechambua kwa sehemu, lakini nimalizie baadhi ya hoja hapa, nimalizie baadhi ya hoja hapa kuziongea, kwamba katika mada hii ninayoongea najiuliza maswali. Wengi mnao comment hubiri injili, ubiri injili, acha kuhubiri siasa, na ninaonekana nahubiri siasa kwa sababu tu napigia kelele waliotekwa. Waliona ikumbukwe, mimi sijasema ni chama fulani au mtu fulani ndo ameteka. Mimi ni tofauti kidogo, mimi Nisemacho nasema aliyowateka mimi simjui, ila mimi namjua yule anayewajibika, anayewajibika kujua wako wapi, namjua yule anayewajibika kuwatafuta, huyo ndo nayemjua. Na mimi kwa kuwa sijasema kwamba jeshi la polisi ndo liliowateka mimi, nimesema jeshi la polisi lina wajibu kujua wako wapi, lina wajibu kuhakikisha usalama wa raia na mali zao. Sidhani kama ni dhambi kumkumbusha mtu wajibu wake. Nataka kufahamu nyie wote mnayo. Je, Unaamini wewe unaye komenti hapa na ndugu zako wote, ndugu zako wote yani kama binamu zako wajomba, nani, unaamini wewe unaye comment hapa kwenye hizi kitu zangu na ndugu zako wote, watoto wako, mkeo, ninyi mtakuwa salama milele, hata kama leo uko kwenye system? Lakini je, unaamini kwamba wewe utakuwa salama milele? Yaani leo uko kwenye nafasi fulani, uko na kazi fulani na unatuona sisi tunaongelea e, waliotekwa au walioumizwa kwa namna moja au nyingine, unatuona ni wapagani, tunahubiri siasa? Je, unaamini kwamba wewe hatakuja atekwe ndugu yako wewe, hautakuja utokee kwenye vyombo vya habari kusema jamani, ndugu yangu ametekwa, naomba mnipazie sauti? Unaamini uko salama? Nikuhakikishie, e, inawezekana wako wenzako waliojidhania wako salama kama wewe walijidhania edha wako siu kwenye system si wapi lakini, sai kuja ambayo walitekwa. Inawezekana wale waliokuwa wanaona wanapaza sauti kwamba wanahubiri walikuwa wanakiona ni siasa, walianza kuona sio siasa tena, ni neno la Mungu. Haya, anyway, eh, hoja nyingine, kama wewe hauna ujasiri wa kusimama kwenye wajibu wako kimaandiko au kusimama kwenye wajibu wa neno la Mungu, kusimama kwenye wajibu wako wa kibiblia, kwa nini usiwapongeze au kuwatia moyo wale wanaosimama kwenye wajibu wao, hata kwa gharama ya maumivu au kwa gharama ya kifo? Kwa sababu Yohana anasema, imetupasa kutoa uhai wetu kwa ajili ya hao ndugu. Kwa hiyo, si jambo jepesi kumtetea anayeonea, kwa sababu yule anayemwonea, yule huyo unayemtetea yule anayemwonea lazima atakuingiza kwenye utata. Yohana Mbatizaji alikuwa anamtetea e, Filipo kwa kunyang'anywa mke na Herode, lakini jambo lile, unapomtetea yule anayeonewa, yule anayemwonea hata kuacha salama. Yohana Mbatizaji alipokuwa anamtetea Filipo na mdogo wake Herode, inawezekana jambo lile halikupendeza machoni pa Herode na Yohana Mbatizaji aliishia kukatwa kichwa, lakini hoja ni kama wewe hauna ujasiri wa kuweza kusimama kwenye wajibu wako wa neno la Mungu, kwa nini basi usiwapongeze au kuwaombea wale ambao wanasimama kwenye wajibu wao au kuatia moyo? Kwa nini usiwapongeze kuatia moyo wale wanaosimama kwenye wajibu wao huo, badala yake unaanza kubeza au kushauri ushauri wa kishetani yaani, kushauri ushauri kama ambao Yesu Petro alikuwa anamwambia Yesu, hautaenda kusulibiwa we. Yesu akawa anamwambia rudi nyuma yangu shetani, kwa sababu na nena aliyo ya wanadamu si yaliyo ya Mungu. Kwanini basi unashauri ushauri wa kishetani au kushambulia au kuhatarisha maisha yetu? Nataka niwajulishe, nataka niwajulishe ninyi mnao comment kwenye hizi klip tunazowatetea watu, ninyi mnao comment kwa kusema acha kuhubiri siasa Komenti zenu zinatumiwa vizuri sana na mashetani kusema kwamba kweli hawa sio wahubiri, hawa ni wanaharakati, hawa kweli hawahubiri injili, hawa ni wanaharakati. Sasa kuna kitu nataka nikiweke sawa hapa, kuna kitu nataka nikiweke sawa hapa, baadhi yenu ambao mnaongea komenti hizo tunazi screenshot na kuzihifadhi. Tunazihifadhi kwa sababu iko siku wewe utapatwa na baya fulani, na tutataka tukukumbushe kwamba ni wewe uliokuwa natuambia kuongelea maumivu ya watu sio injili. Sasa ninachokisema ni kwamba wote mnaosema ni ubiri injili. Wote mnaosema ni ubiri injili. Mimi nasoma maandiko ila ninyi mnakuja kunishambulia bila kuniambia ni kwa andiko gani nimekosea. Mimi ninavyowatetea watu nasoma maandiko Isaya 1:17 Mithali 31:8. Nasoma maandiko yake na Yohana Mbatizaji walivyokuwa na wanamtetea Filipo aliyenyang'anywa mke wake. Mimi nasoma maandiko ambayo naelezea na Biblia ilinielekeza niwatetee wanaonewa. Mimi nasoma maandiko, ila ninyi mnakuja kunishambulia au mnakuja kutushambulia bila kutuambia ni kwa andiko gani tumekosea au tumefanya dhambi? Hamuoni kwamba mnawapa nguvu mashetani wanaohusika kutukamata, kututesa na kutuua huku wakisema tunachafua nchi au tunafundisha imani ngeni hawa au, au, si wahubiri wa Injili hawa ni wanaharakati. Na kuhakisheni miongoni mwa watu mnaowapa nguvu askari polisi, mnaowapa nguvu majeshi usalama wa taifa, au watu wanaohusika kuumiza na kutesa watu wa Mungu. Mtu yoyote anayehusika kuumiza na kutesa watu wa Mungu, miongoni mwa watu ambao ni support yao kubwa ni watu mnao comment kusema huyu haubiri injili, na baadhi yenu mmeokoka. Maandiko haya niliyoyachambua kwenye hii clip mnayafahamu, yako kwenye Biblia, ila nyiye mnapokuja kupinga, mnakuja kupinga na mdomo wenu na ushetani uliowajaa, lakini hakuna andiko lolote mnalosoma mimi nisemacho ni kwamba ikiwa nitapatwa na dhara yoyote, nafahamu neno moja, ntapatwa na hilo dhara kwa sababu tu nimesimama na neno la Mungu na maandiko. Mi nimesoma hapa maandiko mengi zaidi ya, zaidi, zaidi ya maandiko nane saba kumi. Haya maandiko sio haya tu, yako maandiko mengine mengi ambayo, Mungu alipoona watu wanaonewa, alituma manabii wake kwenda kusema, enenda ukamwambia Habu ameua ili atamalaki lakini leo hii mtu ukitokea ukasema enenda ukamwambie siuhi rais au mfalme fulani umeue ili utamalaki, eh, utakachoambiwa hapo, acha kuhubiri siasa. Ila Mungu alikuwa wa naagiza watu wake wakaongee na mfalme. Kwa hiyo manabii kwenye Bibilia kwenda kuongea na wafalme ni sawa, ila manabii wa leo kwenda kuongea na wafalme tukawasifie tu, sio tukaongea kama yale ambayo Mungu alikuwa anaongea kwenye Bibilia manabii kwa Biblia akina Mikaya walifungwa gerezani, ila leo tukiongea, nyie mnachanganya dini na siasa, ndo maana mtafungwa sana. Kwa hiyo akina Mikaya walichanganya dini na siasa? Akina Eliya mtishi mpaka vichwa vyao vinatafutwa na Yezebeli, walichanganya dini na siasa? Wote hao haya, akina akina Nathan walioenda kumwambia Daudi kwamba umefanya upumbavu, walichanganya dini na siasa? Akina Danieli walioenda kumwambia Nebukadreza, kwa sababu yeye, mfalme acha dhambi yako na ukaonea huruma maskini, walichanganya dini na siasa. Wanadamu, nataka niwaambie kwamba kama mnatafuta sababu ya kumsulubisha mtu, tafuteni sababu nyingine, lakini sababu isiwe acha kuhubiri siasa. Hivi vitu mnavita siasa kwa sababu wengi wenu havijawagusa nyiye. Hivi vitu vingewagusa nyiye, mngefahamu hivi sio siasa, mngefahamu hivi vitu ni kulia pamoja na wanaolia. Na inawezekana, mimi siombi mabaya yawapate, lakini Mungu anaweza akaruhusu mabaya yawapate ili awafundishe maumivu ya wanaopatwa na mabaya hayo wanaumiaje, na ili awafundishe umuhimu wa sauti za watu wa Mungu wanaolia pamoja na yote anaelia, sauti ya mtoto wa mtu alie, kutoka gerezani nikiwa mwenyewe nalia kutoka maabusu, nikisema itengenezeni njia ya Bwana, nyosheni mapito yake, kwa Bwana mhukumu wake yu karibu kuja kumlipa kila mtu sawa na maisha yake na matendo yake. Hii ndio maana leneno